Nimepata bahati ya kutana na mwalimu mtunzi mkongwe wa mziki mtakatifu, mziki wa Kikatoliki. Si mwingine ni mwalimu Buhongo. Huyu ni mtunzi amahiri sana, mtunzi kwa kweli mtaalamu. Naomba basi nimkaribishe aweze kutuambia kwamba yeye katika uh, utunzi wake ni walimu gani ambao anawafahamu, watunzi wa nyimbo kama yeye anavyofanya au nyimbo kama zile anazotunga yeye. Mwalimu nani mwalimu, mwalimu anayemfahamu mtunzi mwenzake, unawafahamu walimu gani na mwalimu uh, gani? Kwa kwanza kabisa ni mwalimu wangu Filipo Kivangi, wa pili mwingine ni bwana Ndaitose basi we namtambua sana kwa makini. mm -hmm, pamoja na fadha wangu Gasper Balikumtwe. Huyu ni mwalimu ambaye ni mkongwe sana, ni mwalimu ambaye ndo mwenyekiti aliturudia, na huyo amenifundisha sana muziki, akanielekeza jinsi ya kutunga. Huyo ni mwalimu ambaye kabisa, ni mwalimu ambaye anajua mziki, mwalimu fadha huyo Gasper Balikumtwe pamoja na wakina Keredo, hao ni walimu ambao ni wakongwe kabisa. Hao ni walimu ambao ni wazoefu kwa muziki eh, hao kidogo na watambua e, wakina na watambua watambua sana sana eh, wakina hao walimu sana, wakina wakubwa wakubwa ndio, pamoja na mwalimu mmoja nilimsikia kwa Guzwe, ni mwalimu wakina Guzwe nilimsikia sana kabisa. Huyo Guzwe ni mwalimu ambaye ni kwanza kabisa kunipigia simu wakati nikiwa ni mgonjwa, anaanza kuniuliza Buhongo, ni nini? Nikamuelezea matatizo yangu, namshukuru Mwenyezi Mungu, Guzwe alinisaidia sana kwa niaba ya matibabu. Amina. Yeah. Ndiyo, uh, Mwalimu Buhongo. Ni mwalimu yupi kati ya waliowazungumza au njia waliowataja anayekuvutia sana katika utunzi wake? Uh, ambaye anavutia sana kwenye utunzi wake? Sana namtafuta mwalimu nani huyu mwalimu yuko hapo Ndaitose, namwelewa sana. Ndaitose ni mtu ambaye anaelewa muziki Dayo. kwa wastani kabisa pale anakufikia. Ni mwalimu mkongwe kabisa kwa kuweza kufundisha wewe muziki na ukauelewa, hata kwenye nyimbo zake hizi za Kiha maana hmm, jamaa nanimuha kabisa anapenda nyimbo za Kiha sana za usambili. Kwa hiyo mwalimu namwelewa sana vizuri, pamoja na Keredo <laughs> Kigoma, namwelewa sana. Ni mwalimu mzuri sana. Hawa ni walimu ambao mimi na mimi nawapenda kwa sababu e, tunalingana tuna renchi. Ndio, ndio. Asante sana. Sasa tuambie wewe, katika historia yako ya muziki ni kwaya zipi ambazo umeshakwisha kufanya utume wako wa uimbaji toka ile kwaya ulipoanzia ule mwaka elfu moja na themanini na themanini na kitu mpaka hivi leo umeshaimbia kwaya gani na kwaya gani? Ah, nimesha kwenda kuimba Tabora. mm -hmm. pale kwa kina FM uhunda pale, Baba Askofu Ruzoka pale pale nimekwenda kuimba. mm -hmm. Basi nimetoka hapo. Nimekuja mjini Kigoma, hapo nimeimba sana pamoja na, na, na hawa wa, wa Kinana, kuna Kiredo nimeimba nao sana hapo, sivyo? tena nimeenda hapo, nimemaliza kama mwaka mmoja pale Bangwe. Ndiyo. Bangwe nimeimba sana pale basi ni sehemu nyingi sana nyingi ambazo Mpanda, Mpanda, nimeenda Mpanda paa nimekwenda, nimeenda sehemu moja huko Ufipa Korongwe kule nimekaa sana kama mwaka mzima, nikiwa nafanya kazi ya utume, wakiwa wamenikodi kwenda kuwafundisha kule so, kwa so. ni sehemu nyingi sana ambazo nimetembelea sana kwa niaba ya utume huu ndio. Tuambie, kwa nini wewe hupendi kujifunza kupiga kinanda, unapenda kujua kutunga nyimbo tumia nota kwa nini upendi kuwa kama huyo mwalimu Kredo yeye ambaye ni mtaramu wa nota pia na ni mtaramu kupiga kinanda. Kwa nini wewe upendelee sana jambo hilo? Ah, Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu hatu kalama kwa wakati wake, sio ni kipaji kingine eh. Hao na kuona watu wakina Kredo wanapiga kinanda, basi Mwenyezi Mungu amewajalia kipaji kile, wapa vipaji vyote kutunga na kupiga kinanda ndio. Basi mimi Mwenyezi Mungu namshukuru anipa kipaji hicho, lakini si kidogo, maana ninajua ninakijua jinsi nilivyo kile kipaji cha muziki napokuwa tunga nyimbo eh. Mimi huwa najisikia furaja sana dio. Na huwa huwa nikitunga kwa, basi mwenye Mungu huwa ananisaidia sana mheshimiwa. Eh, huwa nikitunga wimbo, nikimaliza kutunga, nikautoa kabisa, basi watu wote wanaupenda. Kwa sijatunga wimbo mtafu kabisa, najiamini kutoka moyoni kama mwalimu mkongwe eh ndiyo e, kabisa nje ya zile nyimbo mbili ya mvua inarutubisha vitu vyote hmm. Na ule wimbo wa jamani, jamani, biblia biblia. Ni wimbo gani mwingine ambao unaupenda zaidi? ah, katika ah, nyimbo zako unazozitunga nyingine? eh. nyingine sana kuna nyimbo ambazo ni... da... sana zingine ni za Kiha ndio yeah. unaupenda zaidi ya nyimbo zote katika utunzi ah, wako? sana kabisa eh, yeah. ni yeah. Yani, wimbo gani ambao hata ukiamshwa asubuhi nane unaweza kufundisha, yaani wimbo unaupenda katika nyimbo zako zote hmm. ni wimbo gani

Eh, ikibwigwa ni chumba ni chumba ni kukibagenzi mwemweko mtagomba kumba he eh, mugwaye ibiki ko mtagomba kuhanurwa intumva intumva intumva intumva eh, eh. yumvurugumano <laughs> <manyo> sawa, tunapeza watazamaji wa watu wengi, tuambie huyu una maana gani? Tafsiri kwa lugha ya Kiswahili, naona umeruga umeimba kwa lugha kiruga cha ki, kikwenuki ki, ki, ki, ki, hae eh, eh, eh. Hebu tuambie tafsiri yake ni ipi? yani tafasiri yake mm -hmm. Ikibwigwa yani, mtu, yani, unaambiwa wewe hausikii. Ndiyo. Sasa kama unaambiwa husikii ndio, maana yake ikibwigwa ni chumba eh, maana mm -hmm. E, ikibwigwa ni chumba mm -hmm. icherekwa, kinacho kuonyesha yeah. Yani, kinacho, kinacho yeah. ni yule mtu anayeona eh, ndio maana icherekwa ni kibona, ndio sasa inumba yeah. Umuruguma yani mtu ambaye hasikii, yani ili apate kusikia sawasawa. Sawa, na mbuzi kusikia kusikia, kusikia, kusikia. Ila sikie kwake kwa mbuzi Eh, atasikia mpaka achingi, sikio limeingia mwenye chungu ndio maana yake. Asante sana mwalimu Buhongo nimefurahi kukutana na wewe Amina. Ah, karibu sana katika parokia yetu teuli ya Mtakatifu Maria Goreti Buronge okay. Tumefurahi sana utume wako wewe kuja kufanya hapa siku ya leo. Leo tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka 2025 ambapo kwa yako Mtakatifu Yosefu mfanyakazi kutoka parokia ya Mwakizega kigango cha Ragara umeweza kutembelea katika parokia yetu teuli ya Mtakatifu Maria Goreti na mkafanya utume hapa kutembelea wanakwaya wenzenu kwa kwaya ya Mtakatifu Cecilia. Asante sana karibuni tena, tena, tena, tena. Mjisikie kama mpo nyumbani siku nyingine karibuni sana. Neno lako la mwisho kwa wapenzi watazamaji ungependa kuambia nini? Neno langu la mwisho ninasema kwamba ninawapenda sana walimu wote, Tanzania, ni walimu wangu, ninawamisi sana na ninawapa taarifa kwamba tufanye kazi ya Mungu, ndiyo, bila kuchoka tusibembelezwe wala kusukuma. Amina. Kazi ya Mungu tuitende kwa moyo. Amina. Asante sana, tumsifu Yesu Kristo. Milele na amina. Nakutakia utume mwema. na na sana mwema. Basi na Mungu akubariki. Asante sana. Amina. Amina.